Uh, mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Njombe mjini. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima ya kuja katika jimbo hili la Njombe mjini. Ninafahamu kwamba sio bahati mbaya, ninafahamu kwamba ni upendo wa dhati ambao unao kwetu wana Njombe. Lazima kilio chetu umekisikia huko uliko kuwepo na umeona uje utuletee sera ambazo zitakwenda kututetea sisi watu wa Njombe mjini na sisi tunakukaribisha sana sana. Ndugu zangu, nilishajitambulisha lakini, kwa majina yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi ninaitwa John Johnson John mwana wa Ngole. Wenyewe mnapenda kuniita Kavo, si ndio? Ndugu zangu, nitaomba kwa kifupi sana nizungumze mambo mawili matatu ambayo ni gumzo na ni shida katika kata ya Njombe mjini. Ndugu zangu, cha kwanza nataka niwaambie kwamba mfumo wa elimu, mfumo wa wanafunzi wetu hasa wa shule za msingi ambao wapo katika kata ya Njombe mjini, shule ambazo zipo katika kata ya Njombe mjini zina miundombinu mibovu mno. Ndugu zangu, watoto wetu wanasoma katika mazingira mabovu sana, na hiki ni kitu ambacho hatukutakiwa kukizungumza hapa uhuru wa nchi, lakini leo tunazungumza kwa sababu serikali iliyoshindwa kwa miaka yote, serikali ambayo haina nguvu kwa miaka yote inatulazimisha kuzungumza hayo. Ndugu zangu, hivi ni vitu vya kusikitisha. Kitu cha pili, nitaongea haraka haraka kwa sababu ya muda. Kitu cha pili, ndugu zangu, ninafahamu ya kwamba uchumi wa Njombe unategemea kilimo kilimo cha viazi, kilimo cha parachichi, kilimo cha miti na biashara. Huo ndio uchumi wetu, na nitakwambia Mheshimiwa Rais ya kwamba unapo unapozungumza zile halmashauri ambazo zinaingiza kipato kizuri katika halmashauri kubwa kubwa, Njombe utaikuta tunaingiza fedha nyingi. Lakini ndugu zangu, utakapoona umenunua shati halafu shati lako linapauka Manake linafuliwa sana. Unapoona Njombe inaingiza fedha nyingi, manayake wananchi wake wanaminywa pia, ndo manawake sasa. Kama watu hao wanaminywa kwa kukusanywa kodi, kwa kukusanywa tozo, kwa nini tunakuwa maskini? Tumekuwa tukopesheki, ndugu zangu. Sisi tumekuwa ni vijana ambao tunaomba, tunapoomba nafasi hata ya mkopo mdogo wa watu watano, mikopo ya halmashauri inatoka eti mpaka uwe na kadi ya chama fulani. Haya ni mateso ndugu zangu, lakini nataka niwaambie, nataka nimwambie Mheshimiwa Rais, katika population ya Njombe asilimia zaidi ya 60 ni vijana, na vijana hao ni miaka 45 mpaka hapa chini, lakini vijana hao shughuli zao hazithaminiwi. Hapa kwenye kundi hili kuna wasanii wa muziki mheshimiwa, hapa kuna wasanii wa kuigiza mheshimiwa. Wanasajiliwa kila siku, kila baada ya miezi mitatu wanalipishwa elfu ishirini ya vitambulisho vya umoja wa wasanii, lakini wanapotaka kwenda kukopa ili wafanye shughuli zao za studio, wanaambiwa hawajakidhi vigezo. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, kwa miaka minne hii au nisemeka hii mitano eh, vikundi 86 vimeomba mkopo ndani ya halmashauri hii, lakini vikundi ambavyo vimepewa ni vikundi vitatu pekee. Mheshimiwa Rais, ninakuomba utakaposhika nafasi hii uende ukatutetee vijana wa Njombe. Wanateseka, hawaeleweki, tuna njaa kali, maisha ni magumu, tuweza kila sehemu, mheshimiwa kwa uchache sana ninaomba niseme, najua kuna mambo mengi, lakini mbunge wao kuhusu barabara, wanajua kwamba mpaka leo hii Njombe tunatoa maji ya ratiba. Ukitoa maji Jumatatu, utapokea maji ya Alhamisi, utapokea maji Jumapili. Ndugu zangu, kwa nchi hii ambayo ina madini ya kutosha, kwa nchi hii ambayo inajiweza kwa kila kitu, kwa nini tuende hivyo? ni upuuzi wa hali ya juu, na upuuzi huo tumeuchoka ndugu zangu. Kitu cha mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie kwamba imefika wakati Chama cha Mapinduzi kinatuletea viongozi ambao hawana kichwa wala miguu ndani ya Njombe. Utafikiri sisi ni vichaa au hatujui tunachokitaka. Imefika wakati tunaletewa kiongozi ambaye hata kusoma makablasha ya kule halmashauri hajui. Ndugu zangu, ninaomba ikifika tarehe ishirini na tisa usipepese macho, usiwaze mara mbili, usijifikirie. kwenye karatasi ya kupiga kura katafute jina la joni joni, ndani ya kata ya njombe mjini. Mimi hapa, mpe tiki, nitaenda kuwasemea, nitakwenda kuwaongelea ukifika kwenye karatasi angalia, si Grada Mligo kwenye ubunge, mpe tiki. Lakini kwa heshima na taadhima, naomba nimwombee kura mimi kama kijana mwenzenu, mimi sisi kama vijana wenzake mheshimiwa rais, mgombea urais kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma, Salumu Mwalimu, kura zake ni ndio. Jamani asanteni ya muda wangu hautoshi, na napenda sana tutakutana kwenye, kwenye majimbo yetu kwenye kata zetu. Asanteni sana.